Baadhi ya waganga wa tiba asili na tiba mbadala nchini wamegomea agizo la serikali linalowataka kuacha kujitangaza na kuwasilisha nyaraka zote zinazohusu usajili wa vituo vyao kwa kile walichodai hakukuwa na ushirikishwaji kabla ya kufikiwa kwa maamuzi hayo. Tujiunge na David Ramadhani kwa taarifa zaidi. Wakizungumza kwenye mkutano wao uliofanyika jijini Dar es Salaam, wamemtuhumu naibu waziri wa afya na ustawi wa jamii Dr. Hamisi Kigwangala kwa kufikia maamuzi ambayo wamedai, kama kuna mapungufu yaliyoonekana kwa baadhi ya watoa huduma, wangeadhibiwa wahusika wenyewe na sio kutoa adhabu kwa wadau wote nchini. Kwa mujibu wa agizo kutoka Wizara ya Afya, kuanzia tarehe 24 Disemba 2015 serikali imepiga marufuku matangazo yote yanayohusu tiba asili na tiba mbadala kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, na wale wote wenye vibali wanatakiwa kuviwasilisha vibali na matangazo yao kwenye Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala ili vifanyiwe mapitio. Wakionyesha kukasirishwa na agizo hilo, waganga wa tiba asili na tiba mbadala wametishia kwenda mahakamani kupinga maagizo hayo ya serikali iwapo mwafaka hautapatikana. Waziri ni mwombe sana, kwa heshima na taadhima, aifuate ile sheria. Ni mwaka jana tu tulikuwa na mgogoro kuhusu matangazo, kuhusu vibali na vitu vingine vingi, tumevisovu kwa muda mrefu sana, kama miezi sita hivi, tukafikia mwafaka ambao haujadumu hata nusu mwaka, yeye kaja anautengua tena sasa kubwa ni moja. Kama alienda kwa tabibu Mwaka akakuta kuna matatizo, kwa nini asidili na tabibu Mwaka na matabibu wengine wenye matatizo? Anakuja aliahidi kwamba akatoa majibu ndani ya siku saba kuhusu alichoomba ukaguzi pale kwa daktari Mwaka, lakini kwa nini ametoa ametoa, eh, ile nini conclusive remark kwa matabibu wote wa nchi nzima kwa... sisi ndio inaonyesha namna gani matibabu tiba asili walivyo tayari kwa pamoja kuungana kwa pamoja, hata katika hali ya udharura. Watu wametoka Morogoro, watu wametoka Mbeya, watu wametoka mikoa mbali mbali mbali utoaji wa elimu ya afya kwa umma unaofanywa na watu wa huduma za tiba asili na tiba mbadala kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii umepigwa marufuku hadi hapo utaratibu mwingine utakapotangazwa. Pia agizo hilo la serikali limewataka watu wa huduma za tiba asili na tiba mbadala nchini kote kuwasilisha kwenye baraza la tiba asili na tiba mbadala nyaraka zote muhimu kuhusu kazi zao. David Ramadan, Channel 10.